Mafriji mnayo yaona nyuma yetu leo ni sehemu ya friji 184 ambazo tunakwenda kuzisambaza kwenye halmashauri zetu zote 184 ili chanjo zetu kwenye halmashauri zote ziwe salama. Kwayo leo Hester Bioscience wamekuja kukabidhi friji ambazo tulikubaliana, kwa upande wao tulikubaliana 100 na leo wamekabidhi friji 60 tutaendelea mpaka wakamilishe zote mia moja, na zile kampuni nyingine nazo wataleta zile themanini na nne. Tayari tumeshapokea arobaini ziko Mwanza. Kwa hiyo tutaendelea na zoezi hili ili tukamilishe maandalizi yote na tuanze zoezi letu la chanjo kwa mifugo yetu kuku, ng'ombe, mbuzi na kondoo, kama ambavyo Mheshimiwa Rais wetu aliridhia na akatupatia bajeti ya shilingi bilioni ishirini na nane kwa miaka mitano mfululizo. Kwa hiyo hili leo tunasema tumeanza na tunaendelea na maandalizi tukihitimisha, basi mtatuona tunazindua zoezi zima la utoaji wa chanjo kwa mifugo yetu wafugaji wetu moja uh, wamekuwa na maswali mengi kwamba tulianza ile kampeni na sasa mbona tunachelewa niwaambie hatujachelewa ni yalikuwa ni maandalizi na moja ya maandalizi ni haya ndiyo tumeshapata mafriji haya tunakwenda sasa kuyasambaza kwenye mikoa, e, mikoa yetu yote halmashauri uh, zetu zote 184 kwa hiyo wasiwe na wasiwasi na wawe tayari sasa muda umefika kwa ajili ya kuanza chanjo